Ni wanakikundi wa Gonda Asili, kundi la kitamaduni linalocheza ngoma za jamii ya Kimijikenda, wakiwa kwenye matayarisho yao tayari kuwasilisha mbele ya hadhira. Naalika utazamaji wako katika awamu ya kwanza ya msururu wa makala ya kuangazia ngoma za jamii tofauti. Jina langu ni Paul Munio. Wanachama wa kikundi cha Gonda Asili wanatoka sehemu ya Likoni, kaunti ya Mombasa. Leo wanaonyesha wakati wa hafla ya hadithi simulizi katika uwanja wa ukumbi wa maigizo ya jukwani Little Theatre. Wamejitokeza mapema, kila mmoja akihakikisha vazi lake limevaliwa ipasavyo, vikoi vya mitindo ya kitamaduni na mapambo ya asili, wengine wakihakikisha ala za muziki kama vile ngoma na njuga ziko tayari. Ni maandalizi ya kilele cha sanaa yao, Gonda Asili. Majina naitwa Said Rajab Pagawa, mimi natokea kwa kikundi kinaitwa Gonda Asili Dancers. Gonda Asili inatokea ndani ya Mombasa County ndani ya Likoni. Sisi tunafanya variety of dancers sio Gonda Asili pekee yake, hivyo basi tunafanya Mijikenda midi, dancers ikiwemo hiyo Gonda Asili ikiwemo Sengenya ikiwemo Masewe ikiwemo Borana. Gonda Asili si jina tu, ni kiwakilishi cha utambulisho wa tamaduni zilizorithiwa kutoka kwa mababu. Ni densi inayochanganya mirindimo ya ngoma nzito na mdundo wa juga, vyote vikielezea simulizi za jamii ya Mijikenda. Kikundi hiki kimejikita katika kutafuta wazee wa zamani wanaojua densi asilia, kisha wanaziboresha na kuziwasilisha kwa namna ya kuvutia kizazi kipya. So tunatafuta wale wazee wa zamani ambao walikuwa wakipiga ilo gonda. So wazee wa zamani wanakuja kutufunza, alafu sasa sisi yale mafunzo tunawaboresha zaidi kulingana na mfumo wa kisasa A hizi dances ukiangalia uh, ni za kitambo, na mkizileta wakati huu ambapo tamaduni zimesahaulika, teknolojia imekuja, huwa mnajihisi vipi kwamba mnaeneza um, ile tamaduni? Uh, sisi tunasema maisha ya kitambo na maisha ya kisasa yako tofauti sana. Kwa hivyo ndo pale tunasema tukisema, tunachukua hawa walimu wa kitambo, wazi wa kitambo, wanatufundisha hizi nyimbo ama ta, wanatufundisha hizi dancers kwa hiyo hilo dansa tukileta kwa mfumo sasa, usually watu tuseme wataona, watakuta ino originality yake ni ya kitambo sana. Kwa hivyo ni sisi tuwe more creative, ino dance ama hizi nyimbo tuzilete kisasa, so that audience watakuwa wata zaidi kuburudika kupitia na hali ya kisasa, ukitofautiana na hali ya kizamani. Kikundi hiki kinapambana na changamoto kadhaa ikiwemo ukosefu wa msaada wa kifedha na jamii kushawishika zaidi na muziki wa kisasa. Lakini kwao haya si vikwazo bali changamoto zinazowasukuma kuwa bunifu zaidi. Wamekuwa wakijifadhili kwa mapato ya mialiko, mara nyingi kukodiwa kuwasilisha burudani kwa watalii wanaozuru Mombasa au kushiriki sherehe za kitamaduni kama vile harusi na hafla za maonyesho. Kwenye sherehe kama hizi, hapa kuna little theater, ni storytelling. Tuko hapa tumealikwa kuburudisha, vilevile kama kwenye sherehe uh, ya watu wanasema happy birthday, pia tunasherekea vilevile sherehe za kiserikali pia tuna ualiko na tunaenda kuwasherekea kwa wanachama wa Gonda asili. Kucheza ngoma si kazi tu, ni mitu wa kurudisha fahari ya Kiafrika, ni njia ya kuwaunganisha vijana na historia yao. Kupitia vikundi kama hivi, vijana wanapata jukwaa la kujieleza, kujifunza nidhamu na hata kusafiri, wakipeleka sanaa yao nje ya mipaka ya Mombasa. Tamaduni zimepotea kwa sababu kulingana, saa hii watu wengi wanapigania modern kuliko hizi tamaduni za kizamani. Sasa nitasema watu wamezipoteza, ndo sisi kama sisi za Gonda Asili ndo tunaona tuzichebue, angalau tuwaonyeshe watu kama tamaduni za kitambo bado zipo na zinafanya. Katika dunia inayoendelea kukumbatia utandawazi, kundi la Gonda Asili linathibitisha kuwa mizizi ya utamaduni inaweza kushamiri hata miongoni mwa vijana na bila shaka Mwachamila nimtumwa. ni mtumwa. Ni matumaini yangu kwamba umeweza kusoma mengi kuhusiana na ngoma za Kimijikenda Sengenya na vile vile gonda asili, na ni matumaini yangu kwamba pia umeweza kusoma mwondoko mmoja au mwingine. Jina langu ni Paul Munio. Hadi wakati mwingine, kwa heri.